Na wakati huo natazama kadi kada zinazolizunguka mimi. Mke wangu ni mwalimu, mimi nina miaka 27 sasa kazini, mke wangu ana wa miaka 15, lakini yeye mshahara wake ni mara mbili yangu mimi, kwa elimu ile ile ile, nimemzidi pia kielimu. Sasa najiuliza swali, baba mmoja, watoto wa baba mmoja, kwa nini tuna vipato tofauti? Kwa nini sisi katika serikali hii, mheshimiwa waziri, mfanyakazi form four wa polisi wa uhamiaji wa TRA wanapishana kabisa kupata kwa lebo za juu sana katika manisipaa hii. Hapo mbele una makamishina waandamizi, una makamishina ma, ma, ma, ma, ma wasaidizi, arapisi wangu hapo mzenje wike mshahara wake. Kuna mtu pale manisipaa mdogo tu anapokea mdogo tu, tu tena kwa lebo tofauti ya elimu. Sasa sijajua sio ni lana huko tumelaniwa.